Sihotech, Engineering Company Limited results oriented team. Mimi binafsi nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa dhati kabisa kwa imani yake kubwa kwa wakandarasi wetu ambao ni wazawa Mheshimiwa Spika, wakati Mheshimiwa Rais anazungumzia kuhusu wakandarasi wazawa, wengi tulidhani na tulifikiri kwamba itakuwa ni kazi kubwa sana wakandarasi hawa kuweza kutekeleza majukumu yao, aidha kutokana na fedha kidogo walizonazo ama kwa hali nyingine yoyote. Lakini Mheshimiwa Rais aliweza kuwatengenezea mazingira bora na akawapa nafasi na wameonyesha kwa kweli wa, wakandarasi wazawa wanaweza wakapewa nafasi na wakafanya mambo makubwa. Mheshimiwa Spika, tumekwenda kukagua miradi mbalimbali mbali ya stendi miradi ya masoko. Kuna baadhi ya miradi Mheshimiwa Spika imejengwa na wakandarasi wazawa, na ukiambiwa kwamba miradi hii imejengwa na wakandarasi wazawa hauwezi kuamini hata kidogo. Lakini kuna maeneo Mheshimiwa Spika tumekwenda ni wakandarasi wa nje, na unaona kabisa kuna changamoto nyingi sana. Na Mheshimiwa Spika, juzi tulikuwa Kahama, tumejionea kati ya mkandarasi mzawa na mkandarasi wa nje, mkandarasi mzawa amefanya kazi nzuri na kubwa kweli kweli, kiasi kwamba tulivyoambiwa kwamba huyu ni mkandarasi mzawa, tukasema kweli, Mheshimiwa Rais alifanya jambo zuri kuwaona hawa wakandarasi wazawa na kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuweza kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Speaker, kuna miradi ya hii kwa kweli kwa ukamilifu mkubwa, lakini miradi mingine ambayo inaendelea inafanywa vizuri zaidi. Mheshimiwa Spika, mimi natokea Tabora. Tabora na sisi ni sehemu ambapo tumepata mradi mkubwa wa Tactic ambao Mheshimiwa Spika, mradi wa soko. Mradi huu Mheshimiwa Spika, tunaye mkandarasi mzawa ambaye anaitwa Sihotech Engineering Mheshimiwa Spika, anakwenda kwa spidi ya hali ya juu kiasi kwamba hatukutegemea kwamba kwa sasa angekuwa amefikia hatua hiyo, lakini huyu huyu mheshimiwa spika, Sihotech ameweza kutengeneza miradi ya soko na stendi katika mkoa wa Mbeya, lakini katika mkoa wa Shinyanga tumekwenda na tumeona mheshimiwa spika kazi nzuri iliyofanyika, na ni imani yangu hata pale Tabora katika soko lile ule ambao mheshimiwa waziri amesema kwamba soko hili litakuwa tayari na wafanyabiashara wetu wataenda kufanya kazi. Mheshimiwa spika, naiona hiyo na ahadi ya mheshimiwa waziri, kwa jinsi ambavyo mkandarasi huyu anafanya kazi nzuri na anafanya kwa uweledi na anafanya kwa kasi ya hali ya juu. Mheshimiwa spika, nami niungane na mheshimiwa rais kwa kweli, kwa imani aliyoionyesha kwa wakandarasi wetu wazawa. Wanafanya kazi nzuri, na hawa wakandarasi wazawa wengine waendelee kuonyesha imani yao kwa mheshimiwa rais ili waweze kupewa kazi nyingi ambazo ambazo zinajitokeza katika nchi yetu. Sihotech Engineering Company Limited, Results Oriented Team.